Tukisonga mbele ni kwamba familia moja huko Kakamega ina wasiwasi kufuatia kupatikana kwa mwili wa binti yao mwenye umri wa miaka 21 uliopatikana umelazwa kwenye shimo. Familia yake ambayo imekuwa ikimtafuta tangu siku ya Ijumaa ilipoto alipotoweka, inadai kuna njama, huku ikitoa wito wa uchunguzi wa haraka kuhusiana na kifo chake. Haya yanajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusiana na hatua ya mmiliki mmoja wa nyumba kushindwa kuziba shimo ambalo mwili wake ulipatikana. Mwanahabari wetu Nancy Okware na kina cha taarifa hiyo. Kile kilichoanza juhudi za kawaida za kumsaka binti yao mwenye umri wa miaka 21 Wendy Eda, ambaye alitoweka siku ya Ijumaa, sasa kimegeuka kuwa msiba. Hii inafuatia kupatikana kwa mwili wake katika shimo la maji taka katika mtaa wa Jua Kali Phase 2 viungani mwa mji wa Kakamega. Mamaya anakumbuka vizuri mara ya mwisho akiwa na Wendy. Mtoto wangu aliamka ni mzima, akaosha vyombo, akakaa nanichekea tu, mama ananiambia, mama be strong, venyeminikwa strong kweli, nilikuwa strong, sikuja mtoto wangu ananiaga. Familia hiyo sasa inadai kuna njama fiche, ikitoa wito wa uchunguzi wa haraka. Lakini kuna one man alikuwa na threatening mtoto wangu kila sana, i want to marry you. Huyu mtu anaishi hapo juu Alikuwa suspect wangu wa kwanza, niliona nikamwambia, mtoto wangu sijampata, akacheka tu. Nikamwambia unacheka na itakuwa una serious note, nikanyamaza. Kama mtu aliona weakness ya mtoto wangu amfanyie kitendo, asema mtoto alijirusha kwa shimo, kama alichukua advantage ya kuona labda amepata bibi, labda amepata girlfriend, eh, but sasa ali, maybe aliona after kumdandea hiyo maofu eh, mtoto wangu apatane na kifo kama hiyo. Wakazi wanamshtumu mmiliki wa nyumba kwa kuhatarisha maisha ya wapangaji kwa kuacha shimo hilo likiwa wazi. Hii shimo sheria ya Kenya inasema mtu yoyote uchimbe choo na ufunike, na ikiwa hii choo imekaa karibu miaka tatu mpaka karibu watoto wawili wakufie ndani. Nilikuwa na machozi mingi, nikasema, Undunga, nimekwambia mara mingi drana chufunge. Undunga amepatiza maisha mtoto wangu. Nimepigia health officer Nadhani kesho tutakuwa hapa na maafisa wa kaunti wa health public, health public, na nimeambia wananchi kwamba kama unajua wewe ni landlord na uko na septic tank ambayo iko wazi, na kuomba tafadhali uweze kuziba hiyo septic tank. Familia hiyo inasema haitakata tamaa hadi wajue kilichosababisha kifo cha Wendi na sio Kware. Darubini wikendi, yeah.